Hizi ndio athari ambazo mwanamke ambaye amekuwa amekaa na PID kwa muda mrefu anaweza akazipata. Kama wewe ni mwanamke ambaye umekuwa na tatizo la PID kwa muda mrefu, tena hujalichukulia uh, serious na kutafuta tiba, basi unaweza ukapata haya yafuatayo. Mwanamke ambaye anakuwa na tatizo la PID kwa muda mrefu anaweza akakosa mtoto, au kama anaweza kupata ujauzito basi mimba yake inaweza akatoka muda wote. Lakini kitu cha tatu, mwanamke huyu anapoweza a, kwa mfano amepata ujauzito na Mungu kamemsaidia basi, anaweza akajifungua mtoto njiti au anaweza akajifungua mtoto mwenye uzito mdogo. Lakini kingine, anaweza akazaa mtoto lakini akazaa mtoto mfu, yani mtoto ambaye amefariki. so Uh, vitu ni vingi sana lakini pia uh, mwanamke anaweza akapata ujauzito lakini mimba ikatunga nje ya kizazi. Lakini kingine ni kwamba mwanamke huyu ambaye anakuwa na PID ya muda mrefu anaweza kuwa anapata maumivu ya nyonga ya muda mrefu. Lakini kingine kibao najua ni kipi. Mwanamke mwenye PID yupo hatarini sana kupata saratani ya shingo ya kizazi, na hiyo ndo tumeona kwamba madada zetu wengi wamekuwa wanapitia changamoto hii ya saratani ya shingo ya kizazi kwa sababu tu ya kuacha matatizo kama haya ya PID na magonjwa mengine kwa muda mrefu katika miili yao bila kutafuta suluhu ya kudumu. Sasa kama hii ni mwanamke ambaye umekuwa ukipitia changamoto kama hizi, unaona kuna uchafu unatoka sehemu zako za siri, unaona kuna harufu inatoka sehemu zako za siri, unaona kwamba kuna vitu ambavyo haviko sawa, ukaenda hospitali, ukapimwa, ukaambiwa kwamba una tatizo la PID, ukapewa dawa na ukatumia kama inavyotakiwa, lakini bado ukawa uponi, unatakiwa, unachotakiwa kufanya ni kwamba, chukua namba yangu haraka sana Nipigie niweze kusaidia, kwa sababu hii ni kazi yangu na nimezoea kuwasaidia wanawake ambao wana changamoto kama yako. Ninayo tiba nzuri sana ya virutubisho lishe, uh, ambayo inaweza kwenda kukusaidia na kuondoa tatizo lako moja kwa moja. Utafata masharti ambayo nitakuelekeza, utafanya vitu ambavyo nitakuelekeza, utatumia dawa ambazo nitakuelekeza na hapo utakuwa umepona kabisa tatizo la PID. Uh, uamuzi ni wako wewe mwenyewe, ukiamua kupona unaweza ni wewe tu uh, na muda wako. Kama unaamua kwamba unataka kupona leo, unataka kuanza matibabu leo, nione, chukua namba yangu, ya, chukua namba yangu hapo bayo, nipigie niweze kukusaidia.